Kama unatafuta kuonwa au kuonekana kwa watu, usiwalazimishe wakuone wewe. Jilazimishe wewe kufanya vitu ambavyo vitaonekana mbele yao, hata kama hawatapenda kuviona. Na kama unataka sauti yako isikike vizuri na iwe na ushawishi kwa watu walio wengi, usiongee na watu kwa masikio yao. Ongea na mioyo yao, siyo masikio, hata siku moja. Ni kwa sababu watu wanavutiwa na kitu ulicho nacho na wanavutika zaidi kama hicho kitu kinawanufaisha kwa hiyo ukijitanguliza wewe na masilahi yako mbele watu hawatakuona watu hawatakusikiliza mpaka wajue ni kitu gani watapata kutoka kwako isikilize sauti yako ya ndani ukitaka kujifurahisha fanya kitu ambacho unaamini kinakufurahisha lakini kama unahitaji watu wakuone na wakusikie hakikisha unafanya na unaongea vitu ambavyo wanataka kuviona au wanataka kuvisikia.